Brofcase hii ina utajiri na pesa nyingi ndani yake, iya ina maagano ya kichawi yeyote atakayeshika brofcase hii bila ruhusa lazima bala alimfike. Sasa ungana na mimi kwenye mkasa huu wa vijana watatu wezi waliojaribu kuiba mkoba huo bila kujua kuwa waliiba kitu kisichoibika. Je, unataka kujua ni nini kiliwakuta baadaye? Hebu kwanza bonyeza alama ya subscribe. Pia ningependa uniambie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Sasa tunaanza. Siku zote sisi, mimi, Juma na Mnyama, sote tulikuwa tukijulikana kwa majina yetu ya mtaani, si majina yetu halisi. Tulikuwa tukitafuta mradi mkubwa. Siku za kuokotaokota simu na pochi zilikuwa zimepita. Tulitaka kazi ambayo ingebadili maisha yetu, kazi ya kuingiza mamilioni na jicho letu liliangukia kwa Mzee Kifupi, mmoja wa matajiri wakubwa wa jiji. Mzee Kifupi hakuwa tajiri wa kawaida, alikuwa na sifa ya kuwa na mikoba ya siri, na kila mara alisafiri na mfuko mmoja wa ngozi nyeusi, aina ya brofcase ya kale ambayo hakuachia hata sekunde moja. Kila mtu mtaani alisema hakuwa na pesa tu, ndani yake kulikuwa na siri nzito. Baada ya wiki za kumfuatilia, tulijua ratiba yake. Kila Alhamisi jioni alikuwa akiondoka katika gari lake lenye vioo vyeusi na mlinzi wake mmoja tu, akielekea kwenye klabu ya kifahari karibu na bahari. Tulipanga mapinduzi yetu kwa uangalifu. Juma angezuia barabara kwa ajali ya gari letu la kizamani, mimi ningeharakisha mambo, na Mnyama, ambaye alikuwa na nguvu za ajabu na uwezo wa kuwapozesha watu kwa maneno, angetunza mlinzi. Usiku huo wa Alhamisi, kila kitu kilienda kulingana na mpango. Juma alipiga breki ghafla mbele ya gari la mzee kifupi. Kufumba na kufumbua, gari lilisimama na mlinzi akatoka kuona nini kimetokea. Hapo ndipo mnyama alipomshika akinongona maneno machache ya ajabu masikioni mwake. Mlinzi alitetemeka na kuanguka chini kama mti. Nilinyosha mkono na kufungua mlango wa mzee kifupi. Alikuwa ameshikilia brofcase kwa nguvu zote, macho yake yamejaa hasira na woga usio wa kawaida. Usithubutu kijana, hii siyo ya kuchezea, Alikoroma, lakini sikuwa na muda wa kusikiliza. Nilimpiga ngumi ya haraka iliyompoza na kumpokonya mkoba. Ilikuwa nzito isivyo kawaida. Ndani ya dakika moja tulirudi kwenye gari letu na tulikuwa tayari kutoweka katika giza la usiku. Tulikimbilia kwenye nyumba yetu ya siri, chumba kidogo cha giza tupu, kilichofichwa mbali na macho ya watu. Nilisukuma brofcase mezani na sote tulianza kuitazama kwa tamaa. Ilikuwa imefungwa kwa kufuli ya nambari ngumu. Lazima tuifungue haraka, nilisema kwa haraka. Mnyama alikataa kuchelewa na nambari, alichukua panga lake dogo tulilokuwa tunatumia kwa mambo yetu na kukata kifundo cha kufuli. Brofcase ilifunguka kwa mlio wa hewa iliyokwama. Badala ya kuona mrundikano wa noti, tuliona noti chache tu juu zikiwa zimefunika kitambaa chekundu kilichochafuka na sanda nyeusi chini yake. Ndiyo kulikuwa na kiasi kikubwa cha pesa, lakini pia kulikuwa na kitu kingine Kwenye noti kulikuwa na alama zunguko zilizoonekana kama damu kavu, na kulikuwa na harufu kali ya kiberiti na kitu kisichoelezeka kama nyama iliyooza. Ghafla, kitambaa chekundu kilianza kutetemeka kidogo, na mwanga dhaifu wa kijani ukapenya kutoka chini. Pesa hizi zote ni zetu, Juma alinongona kwa mshangao, akijaribu kunyakua fungu la juu. Pindi alipogusa noti, kitu cha ajabu kilitokea. Mkono wake ulichubuka papo hapo. What is happening? Oh, no, no, no. Na alilia kwa maumivu, akianguka nyuma. Noti zilizoguswa na mkono wake zilianza kutoa moshi mzito mweusi. Nilikuambia ni maagano, Mnyama alisema, sauti yake ikiwa imejaa hofu. Mzee Kifupi, hatuibi pesa tu, tumeiba roho yake. Hofu na laana. Tuliogopa. Hakuna hata mmoja wetu aliyethubutu kugusa mkoba huo tena. Tuliangaliana, jasho likitutiririka usoni. Tuliweza kuona pesa nyingi lakini pia tuliona hatari isiyoweza kugusika. Tulijaribu kuufunika kwa kitambaa, tulijaribu kuutupa nje ya dirisha, lakini brofcase ilionekana kuwa na uzito wa mamia ya kilo na ilikuwa imeganda mahali pale. Ghafla simu yangu ilianza kulia. Ilikuwa namba isiyojulikana. Nikiwa nimejaa hofu, nilijibu. Mnataka maisha marefu au kifo cha mapema? Sauti ya mzee kifupi ilisikika ikiwa baridi na ya kutisha. Mkoba huo una roho ya babu yangu na utawala wa mali yangu. Ukikaa nao usiku mmoja, mtaanza kuoza mkiwa hai. Rudisheni mara moja, au ulimwengu wenu utabadilika kuwa moto wa kuzimu. Hapo ndipo tulipojua kwamba dili letu kuu lilikuwa limegeuka kuwa laana mbaya. Pesa hazikuwa chochote, lakini sasa tulikuwa tukikabiliwa na nguvu za giza ambazo hatukuzielewa. You will fear me. Ndoto yetu ya utajiri ilikufa papo hapo Ikibadilishwa na hofu ya kwanza ya kweli maishani mwetu. Tangu usiku huo, hatujawahi tena kujaribu kazi kubwa. Hofu ilitawala chumba kile cheusi. Tuliangalia pesa zile ambazo sasa zilionekana kama moto wa jehanamu. Juma alikuwa akishika mkono wake uliochubuka, akijifunga nguo. Mnyama alikuwa anatazama brofcase, macho yake yakibadilika kutoka tamaa hadi woga. Nilijaribu kuweka utulivu. Kama anajua namba yangu, Anajua tuko wapi au atajua haraka. Hatuna muda, nilisema kwa sauti ya chini, nikikabili ukweli mchungu. Tumechukua mzigo ambao haukuwa wetu. Sasa tunapaswa kurudisha. Haraka. Mnyama alikataa katakata. Naudisha nini? Nilikata kufuli, nataka kipande changu. Alikuwa anatetemeka kwa hasira na tamaa. Mzee huyu anataka kututisha. Pesa ni pesa. Tutazisafisha. Tutaondoa laana. Hakuna kuondoa laana hapa. Nilikoroma. Huoni nini kimetokea kwa mkono wa Juma? Hizi sio pesa za kawaida. Haya ni maagano. Mzee kifupi alituambia atatuacha kuoza tukiwa hai. Kama nilivyosema maneno hayo, taa yetu ndogo ya mafuta ilianza kuzima na kuwaka haraka na kivuli cheusi kirefu kilianza kucheza ukutani. Harufu ya kiberiti ilizidi. Sote tulijibana kona. Hii haikuwa siri ya kawaida. Ilikuwa ni ishara ya nguvu za giza ambazo zilituzunguka. Mnyama kwa maa ya kwanza alionekana kuvunjika moyo, alishusha kichwa. Sawa, tufanye nini? Tunahitaji kumwona Mzee kifupi uso kwa uso, tusimpigie simu, kumpelekee mzigo. Hilo linaonyesha nia njema na labda atatuhurumia, nilipendekeza, ingawa neno huruma na Mzee kifupi yalikuwa maneno mawili yasiyoendana. Tulibeba brofcase ile kama vile tulikuwa tumebeba maiti. Ilikuwa nzito na ilitoa joto lisilo la kawaida. Tulitoka kwenye chumba chetu cha siri tukihisi kama kila hatua tuliyoipiga ilikuwa ikitusukuma karibu na kaburi. Kufikia saa tisa usiku tulifika nje ya geti la mzee Kifupi. Lilikuwa geti kubwa la chuma likilindwa na kamera nyingi na walinzi watano wenye silaha tofauti. Na jioni ya wizi, safari hii hatukutaka kupambana, tuliitaka amani. Nilitumia simu yangu ndogo kumtumia mzee Kifupi ujumbe Tumefika, tuko nje ya geti, tuna mzigo wako, tafadhali onyesha huruma. Ndani ya sekunde geti lilianza kufunguka polepole pole. Walipoingia tulikutana na wale walinzi watano, walikuwa wamejipanga kama jeshi, macho yao yakiwa makali na kutokuwa na hisia. Walituzunguka lakini hawakujaribu kutushika. Walituongoza kupitia bustani kubwa hadi kwenye jumba la kifahari lililokuwa linangaa kwa mwanga wa dhahabu. Mbele ya madhabahu Mzee Kifupi alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbao kilichochongwa, mbele ya meza ambayo haikuwa na kitu isipokuwa mshumaa mmoja mweusi uliokuwa unawaka. Alikuwa amevaa kitambaa cheusi kilichoelea begani, na uso wake ulikuwa umetulia, utulivu wa mtu anayejua siri za ulimwengu. Nilijua mtarudi, alisema, sauti yake ikiwa imejaa mamlaka bila hata kuinua sauti. Mnataka pesa, vijana. Lakini mkoba huu hauna noti tu. Una mikataba na Mnyama ambaye hunipa utajiri wangu. Tulisimama mbele yake huku nikiwa nimemshika brofcase. Harufu ya kiberiti ilikuwa hapa kali mara kumi. Tumekuja kurudisha nilinongona, hatukujua siri yake, samahani. Mzee kifupi alinyosha mkono wake uliochakaa na kufungua kiganja chake. Wekeni. Niliweka mkoba juu ya meza pembeni ya mshumaa mweusi. Brofcase ilianza kutetemeka sana, na sasa, moshi wa kijani ulikuwa ukitoka kwenye fungu la pesa. Mzee kifupi aliuweka mkono wake juu ya mkoba na kufunga macho. Alinongona maneno katika lugha ngeni, maneno ambayo yalisababisha manyoya kwenye mikono yangu kusimama. Moshi ulitoweka. Alitufungulia macho. Kama adhabu ya kugusa yangu, lazima mlipe faini. Alishika noti ya dola moja kutoka kwenye mkoba. Hii itawafunza kwamba siyo kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Nadhani mnaweza kucheza na nguvu za kale. Alituwekea sharti: lazima tuwe walinzi wa mkoba wake kwa mwaka mmoja, tukimtumikia kwa uaminifu bila malipo. Ilikuwa ni adhabu ngumu, lakini bora kuliko kuoza tukiwa hai. Tulikubali mara moja, na hivi ndivyo vijana watatu wa mjini ambao waliota kuiba utajiri walivyogeuka kuwa watumwa wa brofcase ya kichawi. Sasa badala ya kuiba, tunalinda kila siku tunalinda utajiri ambao tumegundua unatoka kwenye giza, na sasa tunajua wizi unaweza kukupeleka kwenye utajiri, lakini maagano yanaweza kukupeleka pabaya zaidi. Maisha chini ya mzee kifupi yalikuwa ndoto mbaya iliyogeuka kuwa uhalisia. Kila siku sisi, mimi, Juma na mnyama, tulikuwa tukilinda mali isiyokuwa yetu, tukifanya kazi kama walinzi wa kivuli. Kazi yetu kubwa ilikuwa kulinda brofcase ile, haikuweza kuguswa na yeyote isipokuwa mzee kifupi tuliona vitu vya ajabu. Brofcase ilikuwa ikitumiwa kila usiku wa manane. Mzee Kifupi alikuwa akifungua na kuanza kunongona maneno ya siri, Spirits, heed my call. Awaken now. na kisha pesa mpya zilikuwa zikionekana. Tukaanza kuelewa mkoba huo ulikuwa chanzo cha mali yake uliokuwa unafanya kazi kwa nguvu za kichawi. Katika kipindi hiki hatukuishia kulinda tu, mzee Kifupi alikuwa mjanja na alionekana kufurahishwa na hofu yetu. Alianza kutufundisha jinsi ulimwengu wa wizi unavyokwenda. Zaidi ya kuiba vitu, alitufundisha jinsi ya kufanya mikataba, jinsi ya kusoma watu na jinsi ya kufanya biashara zetu zisigundulike. Tuliacha kuwa wezi wadogo na tukaanza kuwa walimu wa mitaani wenye ujuzi mkubwa katika mchezo hatari wa maisha. Siku zilisonga na tarehe ya kumalizika kwa adhabu yetu ilikaribia. Tulikuwa tofauti, sauti yetu ilikuwa imara macho yetu yalikuwa makini, tofauti na wezi wa zamani. Tulikuwa sasa watu wenye hekima ya mitaani iliyochanganywa na hofu ya giza. Siku ya mwisho ilifika, jua likipambazuka, tulisimama mbele ya mzee Kifupi. Brofcase ilikuwa mezani. Mzee Kifupi alitutazama kwa makini. Mmejifunza somo lenu? aliuliza. Tumejifunza, nilijibu. Wizi wa kweli sio kuchukua pesa, ni kuiba uzoefu na ujuzi. Mzee Kifupi alicheka ilikuwa kicheko cha kutisha. Vizuri, mkoba huu sasa ni wangu. Tena mnafanya nini sasa? Mnyama alijibu kwa haraka, tutaenda zetu, tutatumia kile ulichotufundisha kujijenga, hatutaki tena kugusa vitu visivyo vya asili. Mzee kifupi alinyosha mkono na kutupatia fungu dogo la noti ambazo zilikuwa zimetoka kwenye mkoba huo, zilikuwa pesa za kawaida safi. Haya ni malipo ya mwaka wenu wa utumishi, tumieni kwa busara, alisema lakini kumbukeni njia niliyotumia ni moja kati ya elfu. Sasa tokeni na msirudi. Tuliondoka kwenye jumba la kifahari la mzee Kifupi tukitembea moja kwa moja. Hatukuongea mpaka tulipofika mbali na geti lake. Hatimaye Juma alinongona, mkono wake uliokuwa umepona kabisa ukishika pesa alizopewa. Tofauti na hapo awali, hatukukimbilia kula bata au kufanya uharibifu tulikusanya akili zetu na kuwekeza kwenye ujuzi uliotufundishwa na mzee kifupi. Tulifungua biashara ndogo ya usafirishaji haramu, lakini sasa halali kwa karatasi, tukitumia ujuzi wetu wa kuficha na kukwepa. Mimi sasa nimekuwa mfanyabiashara anayeheshimika mjini, Juma ni mkuu wa usafirishaji, na Mnyama ni mtaalamu wa mikataba. Hatukuwa matajiri wa ghafla kama tulivyoota, bali tulikuwa matajiri wa ujuzi na hekima. Kila tulipohisi tamaa ya kurudi kwenye wizi, kunakumbuka harufu ya kiberiti na moshi mweusi uliotoka kwenye brofcase ile. Tulipata mali, lakini kwa njia ya maumivu. Maagano yalitufundisha somo: utajiri unaweza kuibiwa, lakini hatima na laana haziwezi. Sasa tunaheshimu mipaka ya kila kitu tunachokiona. Hii ndiyo hadithi ya brofcase ya Maagano, hadithi ambayo ilitubadilisha kutoka wezi wa mitaani hadi wafanyabiashara wa janja na sote tunakubaliana bora kuwa na amani na pesa kidogo kuliko kuwa tajiri na kulindwa na laana. Mpaka hapo ndio mwisho wa stori yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu. Laiki, inaweka maoni yako kwenye komenti hapo chini. Usisahau kusabuskraibu kwenye chanel yetu hii. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.